Kama kawaida, siku hii leo nzuri kabisa, niko na kijana hapa mwenzangu ambaye ana tukio lake uh, akiwa ofisini kwake moja siku aliweza kuvamiwa na watu ambao yeye mwenyewe hawatambui kabisa. So, tutaenda kufahamu story nzima ilikuwaje mpaka tukio hilo likaweza kutokea. Ameumizwa sana, sana, lakini kwa hivi sasa kidogo imepita kipindi fulani, sasa hivi ameweza kurecover kutoka katika ile hali yake tukafahamu na tujue ile tukio lilikuwaje. Mzee kwema? Ah, kwema kabisa. Mungu asaidie. Kwa jina lako kwa yule ambaye hakufahamu unaitwa nani? Eh, kwa jina naitwa Chegu ambao, mm. Ndo jina la kutafutia ugali hapa mjini. Okay bwana, mm. tumepiga story pale before kuhusiana na tukio ambalo limekukuta kwa, lakini kwa yule ambaye anatazama sasa hivi mm. ulivamiwa ukiwa katika eneo lako la kazi, mpaka sasa hivi muda gani imepita tukio lilivyoweza kutokea? Uh, mi nakumbuka ilikuwa ni tarehe ishirini mwezi wa tatu mm. mbolikuwa ni usiku majira ya saa tano okay, ambapo walikuja watu watatu mm. ofisini kwangu na walipokuja waligonga mm. na walinikuta nilikuwa na edit kuna baadhi ya video nilikuwa naziedit. Sasa mm. nilipokuwa na edit pale waka ingi, mmoja akaingia akaniuliza mnabani movie hapa, nikambia hapana, hii ni mm. ofisi ya video production pamoja na kupiga picha mm. Kwa hiyo nilivyomuelezea hivyo, nilishangaa kwamba waliingia wengine wawili mm, wakawa watu watatu, waliingia wa kwanza ambaye ndiye aliuliza hivyo mm, then wakaingia wawili. Baada ya kuingia pale mm, si sikuuliza chochote wala wao hawakuniambia chochote mm, zaidi ya kuona kwamba walifunga mlango and then wakaniambia lala chini. Baada ya kuambiwa lala chini mm, kiukweli mi ni mtoto wa kiume lazima nijitetee mm. sikukubali kulala okay. kumbuka nilikuwa na PC nilikuwa na, na, na edit kazi ya watu mm. ni kwa hiyo nilikuwa na concentrate zaidi, yani kuangalia namna yoyote nitakavyoweza kulinda kwanza kazi mm. Sasa kwenye ile kauli yao, mimi baada ya wao kuona na kaidi kauli yao mm. walianza kunipiga okay. wakanipiga sana. Sasa kwenye kunipiga, mmoja akawa ananipiga, wengine wakawa nakusanya na vitu ofisini mm kwa hiyo wakawa wanachukua vitu, laptop zilikuwa gaming PC zile mm. wakawa wamezichukua, zilikuwa tatu, ambao kama si unajua bei ya gaming yeah. Wakachukua Zoom H6 hapa, na Zoom H6 ni kifaa cha kunasa sauti hasa ah, kwenye okay. maharusi okay. ya ilikuwa pale, wakachukua wakachukua mm. wakachukua kamera zangu za video ma... kama ngapi? kamera ya video ilikuwa ni moja okay pamoja na kamera nyingine ambayo ilikuwa ni kamera ya picha. Okay. Wakachukua ambao ile kamera ya video inaenda gharama yake kama milioni kama milioni tatu na mm. laki tano, lenzi yake inaenda kama milioni moja na laki mbili. Mm. Ukija na kamera ya picha na no inaenda kitu kama milioni moja na laki nane. Mm. Ukija na lenzi inaenda kama laki tatu. Kwa hiyo shoto wakanipiga, wakachukua vile vitu, wakachukua laptop, wakachukua, yani wakakusanya vitu vingi. Mm. Baada ya hapo sasa nikajaribu kujitetea, basi niweze kutetea vile vitu mm. Nikawa nashushua kipigo, mwisho wa siku ndo akaanza kunikata mapanga. Walikuwa na mapanga ya of course, walikuwa wamebeba ile mapanga ya Kimasai ah, okay, ya sime. Si raha nyingine labda, ambayo unaweza kuhisi ambazo walikuwa nazo tofauti na mapanga, si ku concentrate uh, si, si zaidi na silaha, kwa sababu baada ya mimi kupigwa nilikuwa kama nimechanganyikiwa fulani. Kwa hiyo nilikuwa okay. nashushua kipigo Hmm. Kwao sikuweza si kukonsetrati <laughs> zaidi ya kuzijua sura zao hmm. na kuona kile kilichokuwa kinanipigela. yeah. kwa vingine si kufanikiwa. okay. yeah. so, sasa hivi ni uh, muda kidogo umepita umetoka kutuelezea hapa na umeweza kupona, labda kwa ule ambaye anakutazama sasa hivi ku, kuona sehemu ya baadhi ya makovu ambayo uh, umepata jeraha. Nikatwa hapa hmm. mkononi ambapo kwenye huu mkono hmm. ni mkono wangu wa kulia ambao nilikuwa na, natumia kuzuia mapanga walikuwa wanataka kunikata shingoni. Okay. Walinikata hapa ambako hichi kidole mm. kilikatwa hadi mfupa. Kwa ndani. E, na nilipoenda kushonwa mm. wale madaktari walishauri kitolewe. Kidole kikatwa kabisa. Eh, kutokana na kikwa mfupa umesha yani ulikuwa umekatika hadi mwisho. Kwa sababu ungeonyesha pale kwenye ya yeah, mm. kama unavyoona hichi mm. hapa. Sasa mm. wale madaktari wakawa wanashauri kitolewe lakini baadaye walipokuwa kwenye matibabu wakasema, ngoja tujaribu kuunga, huenda kikaja kikaunga vizuri. Kwa hiyo wamekiunga, lakini kwa bahati mbaya kikawa kimepinda kama navyokiona, na waliweza kunikaza tena kwenye eneo hili la hapa hivi, kwenye mkono na kwenye paja. Kwa hiyo kiukweli nilipitia hali ambayo sikutegemea, ni hali ambayo sikuitegemea. Ukiachilia mbali kwamba jamaa walikuvamia eneo lako la kazi na kujifanya ni kama wanataka ku, kupata huduma kutoka kwako mm. au isi labda, uh, nje ya hicho, kuna kuna sababu nyingine ambayo imeweza kupelekea kutokea? Uh, nikisema kwamba kuna sababu huenda zipo lakini, kwa meli, kwa watu ambao wananijua sijawahi si, si kuwa na magomvi mm. na watu mm. sijawahi ku, yani sio wa mtu wa makundi mm. sinunui vitu vya zulma. Nikinunua mm. vitu vyangu wananunua moja kwa moja dukani, nakuwa na risiti. Kwa hiyo mm. sinaga yani, ya makundi na kuchukua wake za watu, sijui kwanza kwenye maswala ya mapenzi, jamani hapana mm. yani hivyo sio vitu vyangu mimi mm. ni mtu ambaye na concentrate na kazi yangu mm. najituma katika kazi yangu hivyo mambo hmm. ya unajua vitu. Pole sana mzee wangu, asante. Athari kubwa umeweza kuzipata katika kazi, kupotea mali zako na majeraha mwilini, kusimama katika kazi, tunajua kuna ugumu mkubwa umeweza kupitia, lakini kwa hivi sasa umeweza kurecover na kurudisha baadhi ya vitu ofisini kwako. Hii imekuwa ugumu kiasi gani? hmm. Labda nirudi ni, ni nyuma kidogo kabla sijakujibu mm. swali lako okay. Mimi nilivamiwa tarehe ishirini mm. mwezi wa tatu. Mm. Nilipovamiwa nilikuwa nilichukuliwa kila kitu mm. ambacho naweza kukitumia kwenye kazi yangu, si ndio? Okay. Baada ya kwenda hospitali niliweza kuhudumiwa katika mazingira magumu mm. kwa sababu kwanza sikuwa na pesa mfukoni hata mm. shilingi hamsini, vyote vilichukuliwa mm. Sikuwa na, na, na, na rafiki ambaye ningeweza kumtafuta kwa sababu simu yenyewe ya kutumia ilibebwa. Shukua, sikuwa na akiba ambayo mm. nimesema labda nilikuwa nimeweka benki kwa sababu pesa zangu mara nyingi nazikaka kwenye simu. Mm. Kwa hiyo sikuwa na akiba benki. Nitakuwa mchoyo wa fadhila kama sitomshukuru mama wangu mdogo kwa sababu mm. kwa usiku ule kwa hali niliyokuwa nayo yeye mm. ndo alinitumia hela saa sita usiku. Okay. Ambayo ndo ilinisaidia matibabu. Hmm. Narudi kwenye swali lako, baada ya yeye kunisaidia hmm, kesho yake asubuhi ambayo ya ilikuwa ni tarehe ishirini na moja okay, nilienda kwa ndugu zangu hmm, mjomba wangu ambaye alikuwa ipo Kariakoo, nikiwa na hali mbaya hmm, nikiwa nimekatwa mapanga nikiwa, kutembea yenyewe mguu ulikuwa ni shida hmm, na nikamwelezea yale ambayo nimekutana nayo, kwa sababu namba yake nilikuwa sina. Mamdogo yenyewe nilikuwa nimekariri namba kwa nilimpata kwa bahati. Mm. Nikamuelezea mjomba ali ambao nimekutana nayo. Mm. Nikamwambia hapa na nilipo nimeibiwa vifaa vyote ambao vina thamani zaidi ya milioni 18. Mm. Kwa hiyo hapa sina chochote. Naomba unisaidie kwa sababu mimi maisha yangu nategemea graphics, nategemea ni shoot video, nipige picha ndo nile. Mm. Nilipo mwelezea mjomba, Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliweza kunipa kama milioni mbili na nusu. Mm -hmm. Ambao ndo ilinisaidia japo kutumia tumia kwa kipindi kile, mm -hmm. na niweze kujikusanya niweze kulipa, kumbuka kuna kazi za watu nilikuwa naziedit naziedit kwa hiyo mm -hmm. zile kazi ilibidi nizilipe, yaani niwalipe wale ambao walikuwa waishanipa hela afu kazi zao zikaibiwa. Kwa kwa hiyo nikalipa nika, nilivolipa baadhi ya watu baadhi ya pesa ambazo nilizipata pale nikaangaika ku renew online na vitu vingine kama hivyo ndo, nikaanza tena mmoja kununua vifaa, nikaja kujitibia. Yeah. Ikaanza kuangaika na ishu ya polisi ambao inaniumiza moyo mpaka leo, ani hata kuelezea ishu ya polisi nashindwa. Mm. Lakini hivyo nikaangaika mpaka leo unavyoniona hapa nimeweza mm, kurudisha baadhi ya vifaa nimeweza kukarabati tena ofisi na tunaendelea kufanya kazi. Kazi inaendelea. Yeah. Mazingira ya ulinzi katika eneo mm, lako la kazi, mitaa hii hapa tunajua kuna kunakaga, na ule ulinzi shirikishi wanaita katika mitaa ambao watu wanakaa sungusungu wale, na nafika kipindi anakuja wanadai mpaka pesa za ulinzi mimi kule mtaani kwangu napokaa, wana, wanakujaga, wanagonga bwana, pesa ya ulinzi. E, unalipa pale ya mwe, ya pesa ulinzi ya mwezi huu, mwezi unaofuata. Mazingira yako ya ulinzi hapa katika eneo lako la kazi mtaa huu yako vipi? Uh, kwenye swala la ulinzi shirikishi kiukweli, siwezi nikalaumu sana wala siwezi nikasifia sana, lakini naona bado anasuasua, kwa sababu kulikuwa kuna ulinzi, ila kwenye malipo baadhi ya watu hawakuweza kuwalipa kwaona wakawa wamejiondoa katika kulinda, lakini kukuwa kuna polisi ambao mm, wanazunguka mtaani na difenda. Okay. Angalau walikuwa <coughs> wanasaidia saidia lakini kwa saa hizi naona kama wame, wame, ea, wamesitisha. Okay. Mm. Na mazingira hayo yametokea ya, ya ofisini kwako kwa mara ya kwanza tangu uanze uh, kufanya hii kazi katika eneo hili unahisi ama una kumbukumbu yoyote ya matukio hayo kutokea katika mtaa wako huu kabla ya tukio lako kutokea? Uh, nikisema nahisi nitakuwa nakosea, ila kumbukumbu ambazo nazo za watu kuibiwa ni nyingi, lakini kuna baadhi ya watu ambao walikuwepo kwenye tukio langu ama niliwaona kwenye tukio langu, lakini kabla ya kunifanyia mimi ama kuniibia mimi mm. Wale watu nilikuwa nimeshawaona kabla. Okay. Yaani walisha kuja ofisini. mm. ama ma maeneo ya mbele ya ofisi. mm. wakawa kama wanajifanya bodaboda -boda mm. na nini mm. kwenye kupitapita, kwa hiyo mwisho wa siku wakaja ndio wakaja wakaniibia. Kwao nikisema kwamba nilishaonaga wameiba sehemu ingine itakuwa mm. uongo, lakini hiyo ndio ninachokikumbuka kwa hiyo katika baadhi ya watu ambao walifanya tukio la wizi eneo lako, ni kama unawafahamu baadhi yao? Yeah, nawajua mm. Niliwaona, walikuwa watatu. mm. Mmoja alikuwa ni bodaboda ambaye ni, ni bodaboda wa magari saba mm. na mwingine alikuwa ni konda ambaye anafanya kazi zake Mbezi Kibamba mm. na mwingine huyo si, si, yeye ndo kidogo sura yake ilikuwa imenitoka kutokana na yeye alijifunga maski baada ya okay. kuingia ndani ila hao wawili nilikuwa nawajua mm. Na nilifanikiwa ku kuwakamata mm. Na niliwapeleka kituoni okay. Lakini mmoja yuko ndani mpaka tunavyoongea sasa hivi mm. Ila huyo wa kwanza ambaye nilimkamata, huyo konda, ni mtu wa Moshi mm. Ni nahisi mmachame okay. Nilipompeleka kituoni pale, sijui nini kilitokea mm. Kutokana nilichofanyiwa ni ni, ni, ni kosa ambalo halina dhamana mm. Lakini sijui kilichofanyika, sijui kilichotokea, lakini mpaka tunavyoongea sasa hivi mm. yule mtu yupo nje na akukaa zaidi ya wiki moja kituoni. Na mazingira sasa hivi ya ulinzi hapa kwako yakoje baada ya, kwa, ya tukio kutokea? Kuna ile mtu unaweza ukaanza kujidefense sasa, kwa namna fulani, kuona hali fulani imenitokea sasa, mimi nitafanyaje? Ndo basi wewe ameona ngoja tu mimi niendelee kumshukuru Mungu, atakalotokea litokee tu. Uh, kwanza si kwamba nimeibiwa mm. Na I mean baada ya uh, kile kipindi ambacho nimeibiwa mm. Nilikaa kama wiki mbili mm. Ambayo tayari nilikuwa nishapata baadhi ya hela za kuanzia okay. Kama na nilikwambia mwanzo kwamba kuna pesa nilipewa na ndugu yeah, yeah. Ile pesa nilielekeza kwenye ulinzi, sio kununua vifaa. Ile yote niliyopewa yote nilielekeza kwenye ulinzi mm. kwa hiyo moja nilifunga kamera ofisini. Mbili, okay. niliimarisha ulinzi kwa kutengeneza grill na kuzunguka ofisi ili hata mteja ama mtu akija aweze kuishia nje afu mimi ndo niweze kufungua zile kofuli za grill kama nitakuwa nimeruhusu aingie ama la, okay. Cha pili, nitafuta mlinzi wa kujitegemea wa makampuni Suma ambaye ndo anatulinda, okay. Mpaka sasa hivi nitumie hizo njia tatu na naamini zinanipa matokeo mpaka sasa hivi, licha ya kwamba juzi kwa mkia, jana pia niliona baadhi ya watu ambao walikuwa wanajaribu tena kufanya wizi ama kuvunja kofu, lakini hawakufanikiwa. Uliona kupitia CCTV cameras? Hapana, mm. Haikuwa CCTV, ni watu tu ambao ilikuwa nime, nime nilikuwa nje ya ofisi nimefunga mm. kwa hiyo ilikuwa mida ya saa tatu. Kumbuka mtaa wangu wauna, hauna watu wengi wanaopitapita hasa majira ya usiku okay. Kwa walikaja vijana chap walikuwa wamevaa maski walikuwa wawili kwenye bodaboda wakashuka wakawa wanajaribu kuvunja pale okay. Ila wamejaribu wakakuta kofuli zangu ziko vizuri okay. Na walivyoona watu tumeanza kutokea na, wakawa wamekimbia kwa kuchukua hata dakika mbili okay, ya, na pia mlinzi wangu naye alikuwa yale kwa okay. Una nini cha yeah. Uh, mm, kuwashauri pia vijana ambao wanakutazama sasa hivi baada ya kutokea tukio? Unajua kuna kijana mwingine baada ya tukio kutokea angekata tamaa kabisa e, kupotea. Umesema umepoteza zaidi ya milioni ilikuwa milioni, milioni kumi na nane, ingekuwa kijana mwingine ndo angekata tamaa kabisa na kuamua kukaa na kutulia. Una nini cha kuambia vijana mimi na vitu vile vya kuwashauri vijana. Kwanza nianze kwa vijana ambao wanafanya shughuli ambazo sio za halali ama wizi. Mm -hmm. Mimi cha kuwashauri ni kwamba tujitume. Okay. Kwa sababu kuna baadhi ya kazi ambazo ni aibu kuelezea. Mfano, ukiulizwa unafanya kazi gani wewe, sema nafanya wizi. Mm -hmm. Ni aibu kuelezea na ni kazi ambazo ni riski. Mm -hmm. Kwa sababu zinaweza zikahatarisha maisha yako. Huenda wao waliniumiza hivi, mm -hmm. Lakini huenda mimi ningeweza kuwaumiza zaidi, ama wananchi wangeweza kuwaumiza zaidi hadi wao kupoteza maisha mm. Lakini wao walifanikiwa kwa hili. Kwa hiyo, huenda hao wanaofanya wizi mm, wakawa wanaweza leo au wanafaulu leo lakini ni hatari kwa maisha yao mm. Na kingine cha kuwashauri vijana ambao wanajituma sasa kwamba wasikate tamaa, hizi ni changamoto ambazo zinamkuta kila mtu mm. Kwa hiyo waendelee kujituma Wakipata matatizo wasikate tamaa, waendelee kujituma, watumie njia yoyote ambayo itawasaidia wao, lakini waendelee kujituma, watafute chao kidogo cha halali mm. yeah.